Je, unajua kwamba Biblia hapo awali ilikuwa na vitabu zaidi kuliko ilivyo sasa? Moja ya hivyo ni kitabu cha Enoki. Kinaeleza kuhusu malaika walioanguka, majitu yanayojulikana kama wanefelini na siri za ulimwengu. Kiliondolewa kwa sababu kilionekana cha kimiujiza kupita kiasi, hatari sana. Kisha kuna Injili ya Tomasi, kitabu chenye mafundisho ya Yesu yaliyofichwa. Hakuna miujiza. Hakuna ufufuo, ni mafundisho matupu. Wengine walikisema ni uzushi, lakini wengine wanaamini kinabeba ukweli uliofichwa. Vitabu hivi vilipigwa marufuku, vilikandamizwa, vikasahaulishwa. Lakini kwa nini? Je, ilikuwa ni kwa ajili ya imani, mamlaka, au walikuwa wakificha kitu tusichopaswa kujua? Vitabu vilivyopotea vya Biblia, je vilistahili kubaki? Jiunge nami kwenye episodi zijazo tukizichambua vitabu hivi.